Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika wakati mzuri ambao Mungu ametupa huko, pamoja nami mtumishi wa Mungu Alinane Myahudi, lakini pia nipo na mtumishi wa Mungu Mtoni Isaya. Mungu ametupa wa wakati mzuri wa kuweza kutafakari neno lake na siku ya leo kwa neema ya Mungu, Mungu ametupa wa wakati mzuri wa mimi na wewe, ukiwa hapo mahali popote pale ulipo, kumbuka, umbali sio kizuizi kwa Mungu ametupa wa wakati mzuri wa sisi kuweza kutafakari neno hili. Karibu mtumishi wa Mungu, labda kuna jambo uzungumze kabla hatujaendelea mbele. Uh, labda ningependa tu kuwasalimia watazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Okay. Ok, uh, siku ya leo mtumishi wa Mungu Na. tuna ajenda hmm, moja tunatamani tuzungumze kuhusu ujana. Ndio. Ya, kuna kuna maswali mengi, kuna vitu vingi na kuna watu wengi ambao wameachilia maswali tofauti tofauti, yeah. Natamani tuzungumze in general yeah, kuhusu ujana yeah. Na niruhusu niweze kusoma kitabu cha Mhubiri sura ya kumi nah. na mbili na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako nah. kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo Biblia hapa inaanza kwa kusema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Maana yake kipindi cha ujana, maana yake ni kipindi ambacho mtu anaweza akamsahau muumba wake. Sasa Biblia hapa inakumbusha kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, maana yake ujana kwa tafsiri hii una kawaida ya kumsahaulisha mtu muumba wake manake kuna kipindi cha maisha ya mtu kinaweza kikamsahaulisha kuhusu hata muumba wake, yani mtu akasahau kwamba ametokea tu. Unajua kuna watu wanaishi, mtumishi wa Mungu, katika nafasi ya ujana, wanaamini hii dunia ilitokea tu, hawaamini hata kama kuna muumba wao ambao amefanya vitu kama hivyo. Kabla sijaendelea mbele, karibu mtumishi wa Mungu ili tuweze kuzungumza jambo hili kwa mapana, karibu. Ujana ni mm. ujana, ujana ni, ni kipindi cha katikati yes. ya utoto wakati mm. na utu uzima hapa yes. katikati mm. ni kipindi ambacho mm. kina mambo mengi kwa ujumla, ndio uh, unajua ili mtu asahau mm. lazima awe na mambo mengi, huwezi mm. kusahau kama una mambo okay. mengi. Maana yake anaposema mkumbuke huyo mm. mtu mambo ni mengi mpaka yanamsahaulisha vitu vingine. yeah, sasa kwenye mambo Ndiyo. mengi unaweza kuona kuna mambo mengi ya muhimu Ndiyo. na mambo mengi ambayo sio oh, wow. ya muhimu. Unaweza kukuta mtu yuko busy ana mambo api. mengi <laughs> lakini, sio ya muhimu busy for nothing. Yeah, ukiona unakuwa busy kiwango cha kumsahau Mungu e, Ndio. ina maana e. inawezekana kweli ukawa na mambo ya muhimu ya kukusaidia kwenye maisha Ndio lakini pia ukawa na mambo ambayo sio muhimu mm. Uh, unafoka, una, kama unavyofahamu kwamba kila mtu anamhitaji Mungu kwenye maisha yake, lakini napofika sehemu ukamsahau Mungu kwa sababu ya mambo yako, unamaanisha kwamba Mungu sio muhimu. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, mtumishi, kinachofanya mtu wamsahau Mungu, maana yake kuna mlundamano wa mambo, kuna mambo ambayo mengine siyo ya muhimu yanamfanya mtu wamsahau Mungu ambayo anayapa kipaumbele kuliko Mungu wa wow. Inaweza yes, uh, ikawa hivyo lakini hapo mm, anasema sasa, anawakumbusha ana, ana, ana, ana, ana yeah, kwamba vijana mm, wamkumbuke Mungu kabla hazijaja siku, siku zilizo mbaya, zilizo mbaya. Mm. Kwa hiyo wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kwa hiyo kwenye mm, maisha kuna siku mbaya mm, siku mbaya zinaweza zikawepo mm. Sasa siku mbaya zinatengenezwa na nini? mm. na namna ulivyoishi leo. Kwa hiyo kwa sababu maisha yangu ya leo yana matokeo mm. kwenye maisha ya kesho. yeah, right. kwa kama nimetengeneza namna ya mahusiano mazuri na Mungu mm. natarajia siku nzuri huko mm. mbeleni mm. lakini kama maisha yangu nimeishi kinyume mm. natarajia siku mbaya mm. kwa mfano zinaweza zikaja siku zile ambazo unasema kama ningepata kama ningepata muda mm. ningefanya jambo fulani, lakini muda haukuruhusu mm. si ndio? Kwa mfano, unaweza kuta mtu anapata fedha katika umri wa ujana mm. amkumbuki Mungu yes. akumbuki wazazi yes. akumbuki ndugu mm. Lakini unakuja ule muda ambao ameshachezea kila kitu yes. hakipo tena mm. anatamani ule muda uje, si ndio mm. Sasa huyo mtu tunampeleka kwenye zile siku mbaya, wow. Kashafika kwenye siku zile mm -hmm. Siku mbaya hazimruhusu kurudi, labda siku mbaya ana nguvu tena. Mm -hmm. Awezi kuajiriwa tena hata kama akienda kuomba kazi, anasema sasa hivi tunahitaji vijana apo alipofikia mm -hmm. Labda alipaswa kusoma yes. Hakusoma, lakini umefika wakati ambao unaamua kwamba ili sasa hivi tuajiri mtu tunahitaji level fulani, nayeni kwenda kusoma tena, nafasi hiyo hawezi kupata. hawezi kupata. kwa siku mbaya zimesha kuja mm. na hizo siku mbaya ndizo watu wanasemaga natamani ningerudishwa nyuma, kwa naongea yeah. na dada mmoja nazo sasa ningejua, mm. naongea na, e, na binti mmoja ananiambia kaka, mm. ambe ndio anasema, yeah. kama baada ya kufa huko tunakoenda mm. kuna kusoma mm. mimi nitasoma mm. sana <laughs> kwa hiyo unaweza kuona yeah. Anaona, anajutia kwamba mm. kwamba wakati uliopita kufanya vizuri lakini ningepata nafasi ya kufanya vizuri nitafanya mm. mm. vizuri. Kwa hiyo yes. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa kama sauti mm. kwenye maisha ya vijana mm. matamanio right. Wanatamani kila kitu yani mm. kijana amekuwa kama mtu ambaye mwenye njaa mm. na amepewa vyakula vingi mbele yake yeah. Anakula bila kuangalia atavimbiwa yeah. Au vipi? Hey, vingine kama vina majiwe yeye ni kufakamia anapeleka mm. Ni wakati mgumu sana kwa hiyo kwa kupitia nafasi mm. nafikiri tuna haja ya kuambia vijana kwamba mm. vyo vyote ilivyo mm. kesho itakuambia mm. Yeah. Yani, kesho itakuambia uliishije nyuma, yani kesho itakwambia uliishije mm. huku nyuma huku jana. Yeah. kwa hiyo kabla wakati wa majuto mm. mm. tu haujafika ni vizuri kijana akafikiria. Sisi tu sisi hapa tumekuwa vijana na tunafahamu <coughs> mambo mengi kuhusiana na maisha mm. lakini wakati mwingine shetani anawafunga vijana ufahamu. unapofika wakati sahihi wa kufanya mambo sahihi, wanafanya mm -hmm. mambo mabaya mm -hmm. Unajua, unaweza ukafanya jambo sahihi yes. si ndio? kwenye muda ambao sio sahihi mm -hmm. jambo sahihi kwenye muda ambao sio sahihi, sahihi. Yeah. na kinyume chake, maana yake mm -hmm. utegemee matokeo sio sahihi, sio sahihi Paulo, sahihi. Mm -hmm. yeah. anaongea sema nilipokuwa mtoto mm -hmm. nifikiri kama mtoto yeah sema lakini sasa ni mtu mzima. Yeah. Me, umenifundisha jambo moja zuri sana hapo. Anasema mkumbuke muumba siku ya ujana mm. kabla zijaja siku zilizo mbaya. Yeah. Manake mara nyingi sauti ya ujana au maisha ya ujana yanamfanya kijana aishi leo tu asione kesho, maana yake anaishi kana kwamba kesho haipo, mpaka bibi anasema mm. kabla azijaja siku zilizo mbaya maanake kwenye ufahamu wa kijana hawazi kuhusu siku zilizo mbaya, hawazi kuhusu nyakati ambazo zitakuja. Ukanipeleka mbali zaidi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 21 na ule mstari wa 18, anasema Biblia inasema, akasema amini amini na kuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako. mm-hmm. Lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka, usikotaka. Maanake levu ya kijana ni, ni, ni, ni kipindi ambacho kila kitu natamani kujaribu mm -hmm. Anasema ulipokuwa kijana ulikuwa ukienda utakako, nafanya chochote <laughs> yeah, chochote. Yeah. Kwa sababu una nguvu za kufanya, unaruka hata fensi yeah. Amna shida, lakini unafika <laughs> wakati ambapo yeah itabidi ufanyiwe mambo, ndo amezungumza hapa, anasema yeah, na mambo utakayokuwa ukifanyiwa hautafanywa kwa matakwa yako, by force, by power. Kwa hiyo nini, watakupeleka wanakotaka. Kama ni vijana wako walikuwa wa ajabu ajabu, umewajenga hivi, watakupeleka kwa sababu ndio wanakuta. Wakati mwingine wazazi wanakufa kwa pressure, ndio yeah, kwa sababu yani sio kwa uwezo wako, si kwa fedha yako mm. Utafanyiwa mambo, kwa hiyo utatii sauti anayefanya mm. atakao kupeleka kwa hiyo usikotaka. Ndio maana unaweza kuta kuna wazee ukiangalia mm. kuna baadhi ya wazee mm. wanatolewa kwa vijijini wanaletwa mjini yeah. mm. na, na, na, na mabinti zao Ndiyo. Unakuta binti anaishi chumba kimoja hicho hicho amemleta mama mjini, na mama hana cha kufanya kwa sababu maisha kule alioishi wakati uliopita, naye alikuwa mm. anaponda maisha, maana anasema, yeah, yeah. kufa, kufa na ponda maisha kufa kwaja, naeeana ameponda maisha sasa, mm. ili aishi, binti kamleta hilo na geto, na binti ndo afanyia shughuli zake mm. nada ambia mama, toka kwanza nje unapataka kweli? Wewe ulipopelekwa kwa namna fulani, utafanyaje sasa? Lazima utii kile ambacho hey. E, lazima sasa mwenye nguvu ni mwenye nyumba <laughs> <Na> mwenye nyumba <laughs> ndo mtoto wako na maisha yake ndo stahili hiyo, yeah. Au anakuambia mama, funga mlango saizini usiku, naenda kwenye shughuli zangu, nitarudi saa tisa usiku au saa kumi, mama unifungulie. Eh, ndo ameenda kutafuta hela ya mkate kwa maisha hayo. Kwa hiyo ni kama tu umepelekwa sehemu usiotaka, usingependa tabia hizo, lakini muda umeamua, mm. ushafika kwenye siku mbaya unafanyaje? Sasa siku mbaya, mi nafikiri ni vizuri sana kuwa makini kwa vijana, mm. wajue kabisa kubali kataa siku mbaya zinakuja na ndo noza kukutaje kwaio mm. chodo kitu cha msingi ambacho cha kuzingatia amen mimi nashukuru sana ah. e, nashukuru kwa muda wako nadhani kwa dakika hizi tumepata kuelewa tumejifunza vitu vingi nimetoka pia na vitu vingi kuhusu maisha ya ujana tua mungu mungu akubariki sana kama kutakuwa na swali usisite kuweka hapo tutalijibu kwa wakati mwingine Mungu akubariki sana uwe na wakati mzuri. Share kwa wengine waweze kujifunza hekima hizi. Shalom shalom. Amen.